Okay, leo tuna Toyota Harrier ya mwaka elfu mbili na saba. Hii specifically ni Toyota Harrier mia mbili arobaini G. Hii gari ina miaka kumi na nane. Amini usiamini imetimiza miaka kumi na nane tayari. Ni umri wa mtu mzima anayeruhusiwa kupiga kura. Na hii gari katika soko la Marekani pia ilifanikiwa kuuzika sana kama Lexus RX mia tatu hamsini ambayo yenyewe inakuwa na injini ya CC elfu tatu na mia tano. Hii gari inatengeneza horsepower 160. Ni ni sawa, sawasawa na pikipiki za boksa, injini za boksa zile kumi na tatu na nusu. Kwa hiyo bwana, hii injini ina nguvu kawaida, sio sana ya kutisha, lakini kama wewe ni mtu wa masafa marefu na pia ni mtu unayependa ku-overtake, overtake kidogo ile injini kubwa itakufaa zaidi kwa sababu yenyewe ina nguvu inatengeneza horsepower 240 lakini kwa matumizi ya kawaida injini ya CC 2400 inafaa kabisa. Hii gari, design yake hadi sasa hivi ukiangalia haitishi ukilinganisha na gari ambazo zimetoka 2007. Mfano Porsche Cayenne ya mwaka 2007 ukiona lakini gari bado inavutia. Boot space ipo ya kutosha. Cheki taa hizo, design elfu mbili na saba. Just imagine, boot space ipo ya kutosha. Hapo unapangilia mizigo yako bila shida. Kwa model za USA, huu mlango wa nyuma unakuta unafunga wenyewe kabisa, ni automatic. Kwa hiyo ni gari ambayo kwa kweli kwa mwaka elfu mbili na saba hadi hadi sasa hivi bado imeshikilia chati, bado ina muonekano mzuri kabisa, kabisa. Ukilinganisha na gari nyingine zilizotoka huo mwaka. Na hapo ndani ukiangalia, space ipo ya kutosha, watu watatu wanakaa bila shida, ila mtu wa katikati hapo inabidi ajibanebane kidogo miguu, kwa sababu ya dude la isilo mbele hapo. Hizo ni power seat, zinatembea kwa umeme yani hapo kuilaza, kuivuta ni umeme tu. Power windows hapo, na angalia dash inavyovutia. Kumbuka hii gari ya mwaka elfu mbili na saba, dash hadi sasa hivi bado inavutia, iko timeless. kwa hiyo hapa Toyota walifanya kazi nzuri kabisa, na ndio maana hii gari ilihuzika sana Marekani. Ni gari ambayo ilipendwa sana na sisi tunakuagizia kwa, kwa bei rahisi. karibu Gio Motors.